Hakika wa, wa shule iliyokamilika ni jambo la kumshukuru sana rais, jambo la kuwashukuru viongozi wetu wote waliokubali na kufikia, hatimaye leo tunaona matunda ya maamuzi yake. Shule hii inategemewa kubeba watoto wasiopungua elfu moja mia tano na tayari tumeambiwa ina matundu ya vyoo ishirini. Sambamba na hivyo iko ofisi ya kisasa ya walimu wakuu. Haikuishia hapo, amezingatia pia sayansi, maanake kompyuta, chumba chake kipo. Kwa hiyo bila kupoteza wakati, mi ni washukuru, lakini mshukuru pia pesa, asingetoa hizi pesa, rahisi hata matumizi yake nisingeweza kuyapanda kodi. Niombe tu wazazi, weke bidii kuhakikisha watoto wenu wanasoma soma sayansi. Sambamba na hiyo elimu bule ni bure kweli, kwa maana haulipi gharama, lakini ni wajibu wako kufuatilia mwenendo wa watoto wako. Hakikisha mwanao anasoma na mwanao unajua matokeo yake. Usipofanya hivyo, umtendee haki ni Mungu, umtendee haki iaisa yamua letu bure katikani kwa wanonge masikini, lakini pia uwatendee haki hata Watanzania walio wengi, ambao pesa zao zinakwenda kwa sekta hii.